Mheshimiwa Samia amesema hayo kupitia hotuba yake iliyosomwa na waziri wa katiba na sheria y Mheshimiwa Dr Harrison Mokembe wakati akifungua mkutano wa tathmini ya kitaifa baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana. Inatakiwa pia ihakikishe wananchi wanashirikishwa katika maamuzi yanayowahusu. Demokrasia lazima ilete usawa, haki na ijenge misingi ya maamuzi kwa njia ya mashauriano. Demokrasia nzuri ni ile ambayo itawahakikishia wananchi wa kawaida kuwa maisha yao ya kila siku yataendelea kuboreshwa, ufisadi na rushwa vitatokomezwa, huduma za hospitali, shule, maji na usalama zitakuwa nzuri kuliko vilivyokuwa kabla ya uchaguzi na kadhalika. Naye aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya marekebisho ya Katiba Mheshimiwa Jaji mstaafu Joseph Arioba amesema uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa mzuri, japo alikuwepo mapungufu mbalimbali, ikiwemo matumizi mabaya ya lugha za matusi katika mchakato wa katiba. Kuna mambo ya jumla, mambo ya jumla ambayo ni lazima tuyaangalie, la sivyo yataleta matatizo katika taifa letu. Moja ni lugha lugha inayotumika katika siasa. Ni jambo la kukosoana, linakubalika. Kosoa sera za chama, kosoa mgombea, hata kuonyesha weakness yake, lakini inategemea lugha. Kwa upande wake msajili wa vyama vya siasa nchini, mheshimiwa jaji Francis Mutungi ameviomba vyama vya siasa nchini kujenga utamaduni wa kukubali matokeo na kama wakubaliani nayo zipo taratibu za kisheria za kupata ufumbuzi na siyo kugomea. Waandaaji wa mkutano huo, mpango wa elimu ya demokrasia Redeti na kituo cha sheria na haki za binadamu, wamesema uchaguzi ulikuwa mzuri na walijitahidi kufika katika maeneo mengi ili kujionea namna watu walivyoshiriki katika zoezi hilo la upigaji kura kufanya ili kuiboresha demokrasia. Umezungumzia mambo, masuala ya migogoro baada ya uchaguzi na sababu zake zinazoeleteliza migogoro hiyo, na baadaye umeelezea umuhimu wa uh, uangalizi wa uchaguzi. Umelinganisha waangalizi wa ndani na waangalizi wa nje. Vyama vingi ni kwamba mnatakiwa muwe na vyama hivyo, vyama viwepo, lakini ameonyesha kwamba kuna shida ya vyama kukua, kuna shida ya vyama kukua kutokana na mambo ya kikatiba. Kwa mfano eh, hali ya kwamba watu wanashinda wana, wana, wana kwa kushinda, hata ukishinda kwa kura moja wewe umekuwa mshindi. Haitakuza vile vyama. Ni katika mkutano huu ambao umehusisha wadau na watu mbalimbali ambao ulikuwa na lengo la kufanya tathmini ya namna ambavyo chaguzi ulifanyika mwaka 2015. Niki ripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.